asi kenyoro kemera giya kemera ebungi ya kitutu masabe, kaunti ya nyamira pastor jeremia ngoko nyamira westfield nigatewa buna nere buya baibori kwearigania genkyo erio tibacha gochandeka ekero chisukuru chiraigurwe ogero pita norobotioru gokwana senka yomogaka Dennis Malmali Denis Malimali amono omong'ena Alice korwa se ekenyoro kia kemera se ase word ya kemera se bunge ya Kitutu Masaba ime ekaunti ya Nyamira Pastor Jeremiah ngoko korwa se Nyamira Westfield nigaganire abaibori chingakichi bagendete gochengera omwaka omoya ne Christmas kwiarigani ase okoira abana babochisukuru gochakera omwaka omoya o 2026 mwaka unookoera ngochakasere mwaka omogeni ekera abana baite bakoahisukuru

naende kobwatekana no konyora kwa baibori mer kire mana esukuru iresukuru kobwatekana konyora kwao na isukuru chionsi nabo cigokori buya kerarbat bararoratwroka nkoania okiya basome eria matuka gocha bacha weko naonyenabo abaibori ngoba bakoborigwa kwarigania na kwarigania aborokiwa barachi kwenda egredi gia ikomi ase omwaka omoyia Januari isukuru nkoigorwe

Baigori bange babwati bomanyi nga sukuru kibatomire ngaibakoenda otwasabire eserekari yaito emasisa abaigori bamanye manyinga mwera kioki abana babwate ase gechokoenda cisukuru egera teikira januari etoke nga ehamu yabeire mweri oye nigo babagokwanera igoro ya rituko eriiga riabidayrero rituko riari Boxing Day Neli naerituko ena na ebiego gochi a ase abaminto abasani na abairi and the less fortunate in the society. Naona abaiboli chinga kiye kya bana bange bakwe babaiboli lakini this is the time yoko nyora abaiboli Omanya nga nga ibako ruseti naende nga nga iwe ikire. Muripoteli ya eta television kurwase se chinse mejiga cha kemera. Yego toka se wadi ya kemera se bunge ya kitutu masaba imeye kaunti ya nyamira. Lietali ya naigonkoro kwa ogero pita.